Dar es Salaam, Tanzania. Hiki ni kipindi chetu cha uwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, na leo tunazungumzia uwekezaji kwenye hisa za TCC, yaani kampuni ya sigara ya Tanzania, na TBL, yaani kampuni ya bia ya Tanzania. Karibu kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi. Sasa hebu imagine umekaa umetulia kwenye kochi unakunywa juisi au soda taratibu. Simu yako iko pembeni, na ghafla unasikia mlio wa simu. Unachukua simu, unatabasamu, unaiangalia kamera. Unajua hiyo sauti ni nini? Sio meseji ya Mpesa kutoka kwa mjomba. Hiyo ni meseji ya benki ikiniambia, gawio limeingia. Wakati wewe unabishana mambo ya mpira au unakunywa soda na washikaji, kuna watu wanaingiza pesa kwa sababu wewe umekunywa hiyo soda. Karibu kwenye Secret Society ya Passive Income. Leo tunaongelea makampuni mawili yanayoitwa Dividend Kings, yaani wafalme wa kulipa magawio hapa Tanzania. Na hizo kampuni ni TBL yani, Tanzania Breweries Limited na TCC yani, Tanzania Cigarette Company. Je, ni kweli unaweza kuweka pesa zako hapa na kusahau, ukawa unavuna tu kila mwaka. Twende nikupe data. Sasa kabla hatujaingia kwenye namba, elewa neno hili cash cow. Kwenye biashara, cash cow ni kampuni ambayo imeshajimarisha sokoni. Haina haja ya kutumia milioni kujitangaza au kujenga viwanda vipya kila siku. Kazi yake kubwa ni kuzalisha bidhaa, kuuza na kugawa faida kwa wenyewe. TBL n yani Tanzania Breweries Limited wanaojihusisha na kutengeneza vinywaji na Tanzania Cigarette Company ambayo ni kampuni ya sigara hapa Tanzania. Hizi ndio cash cow za kubwa hapa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Sasa tuanze na biashara moja kati ya hizo mbili. Baada ya kukueleza mambo ya cash flow, sasa tuingie kazini. Na tunaanza na kampuni ya Tanzania Cigarette Company. Tanzania Cigarette Company ni wazalishaji wa sigara. Biashara ya sigara ina sifa moja kubwa. Wateja wake ni waaminifu sana. Mwaka 2024 pekee, Tanzania Cigarette Company iliripoti faida ya kutisha ya zaidi ya shilingi bilioni 115. Ukija kwenye mwaka huu wa 2025, faida yao kwa hisa yani earning per share, imeendelea kukua na kufikia zaidi ya shilingi mia tatu kwa hisa kwenye robo ya tatu pekee. Hii inamaanisha nini kwako? Tanzania Cigarette Company ni kampuni thabiti haiumbi yumbi hata kukiwa na mtikisiko wa uchumi. Historia inaonyesha Tanzania Cigarette Company inaendelea kulipa gawio. Kwa mwekezaji anayetaka utulivu wa moyo, hapa ni mahali pako. Karibu kwenye Tan Business Channel Online Television,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 Tanzania Breweries Limited kwenye mambo ya vinywaji. Kuna nini kuhusu Tanzania Breweries? Hao jamaa ndio wanaotuzalishia vinywaji vingi tunavyoona baa na migahawani. Hebu tuangalie ripoti yao ya hivi karibuni ya robo tatu ya mwaka 2025. Kuna habari njema na habari ya kawaida. Habari njema ni kwamba mapato yao, yani revenue, yamepanda kwa asilimia kumi na kufikia zaidi ya shilingi bilioni mia nne sitini na saba. Hii inatuambia nini? Inatuambia Watanzania bado wana kiu, biashara inauza, japo faida yao, yani profit after tax, ilishuka kidogo kwa asilimia tano kutokana na gharama za uzalishaji. Bado Tanzania Breweries ni mashine ya pesa taslim. Historia inaonyesha hawana tabia ya kubana wanahisa. Hii ni hisa ambayo unainunua si kwa ajili ya kuuza kesho, bali kwa ajili ya lile gawio nono la mwisho wa mwaka. Sasa hisa gani inafaa kununua kati ya hizo hisa za kampuni mbili? Sasa tumefikia hatua ya kufanya uamuzi wa hisa gani nzuri kununua kati ya Tanzania Breweries na ya Tanzania Cigarette Company. Siri ya mchezo hapa inaitwa dividend yield. Usikimbilie kununua hisa kisa kampuni ni kubwa. Chukua kiasi cha gawio walilolipa mwaka jana, gawa kwa bei ya hisa ya sasa. Halafu zidisha kwa mia moja. Kama jibu ni zaidi ya asilimia tano, saba au kumi, hapo unajua pesa yako inazaliana vizuri kuliko hata kuiweka kwenye fixed deposit ya baadhi ya benki. Sasa ushauri wangu, makampuni haya yote mawili ni mazuri kwa long term hold. Nunua, weka kule, endelea na maisha yako. Hizi sio hisa za kuuza ukiwa na shida ya kodi ya nyumba, hizi ni hisa za kurithisha wajukuu. Naona kwa kipindi cha leo tumefika mwisho, lakini kabla sijamaliza kipindi, napenda kuwakumbusha kuwa tangu tumeanza kuzungumzia hizi hisa za kampuni tano, naona tumeshazungumzia kwanza kampuni zinazo tulizungumzia kampuni ya NMB na kampuni ya CRDB, alafu sasa hivi mm, tumezungumzia kampuni ya Breweries pamoja na na kampuni ya sidara. Sasa wiki ijayo au kipindi kinachokuja tutazungumzia sasa unafanyaje ili uweze kuwa bingwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo tuwe nasi, kuwa nasi ili tukuelezee hayo mambo uwekezaji Tanzania